Nani? Wewe imekuwa muhimu zaidi sana kwako. Kwa mimi, mimi engineer umenishukuru vya kutosha sana, mimi sikushukuru chochote, ila Allah mwenyewe ndo anayejua, sio mimi. Sisi binadamu tunaishi ndani kwa unafiki, kilichomo humu ndani mwako sikijui. Sio, unanielewa vizuri engineer. Hicho ndani ndani humu unachokiwaza mimi mimi unaweza ukawa nanishukuru lakini mi nakungonga, unanielewa <laughs> <Tuna> <laughs> tu unanielewa vizuri, kwaiyo mimi sina chochote cha kukwambia ila anayejua ndani ya moyo wangu ni Mwenyezi Mungu peke yake, ambaye kesho atakayenipa adhabu ya kaburini, si mtu wow, mwingine yoyote wow, sijawahi kupewa mwaliko na kiongozi yoyote yule wow, zaidi ya wewe, na nawaambia watu wa Yanga wasikie, wakija wakikupoteza wewe, watakuja kulia kilio cha mbwa na kuonyeshea kidole cha shahada hiki. Kwanza unajua kuunganisha watu, pili unajua hawa watu niende na, si Waswahili sisi, tunataka Waswahili wa Yanga wanataka wao raha karaha hawataki, na ili kila siku kwenye vyombo vya habari naliongea, Yanga hawataki karaha, wao wanataka raha tu, karaha kwao ni tabu. Siku moja najua ulipotoka au ulishikwa na hasira ukasema, watu wanatoka huko watokako, wameshakula visamfu vyao, wameshakula ugali Yo. wao miogo yao, lakini wanakuja wanakuja kuongea vitu ambavyo hawavijui. Ni kweli na ndivyo tulivyo, wala siku pingi, na hilo neno liliongea, ni kweli, lakini unaona maneno yaliyotokea watu wakakwambia, injinia, omba msamaha ukawaomba msamaha. Lakini kwa nini uliongea aziziki? Hakuna mtu yoyote anayejua hapa anachukua shilingi ngapi aziziki? Hawajui nani anamfanya aziziki, anatulia anacheza mpira, anapata wapi pesa, anapata wapi maisha mazuri, ana relax vipi? Shekhe, si hatujui, si kazi yetu. kada kada kaweka pale kada, basi ndio tunachokitaka hicho. Ila mimi nachokuambia wewe, umenistiri mimi hata mwana mtume umenistiri, ai <laughs> umenistiri, yaani wewe bwana mdogo umenistiri, anayejua ni Mungu. Nilikuwa naomba kila siku, Injinia, naomba nipande ndege, e Mungu. Mi napofanya kazi ndio eneo mliochukua kwanza, mi kuja kwenu hapa, nyinyi ni partners wetu, mi nafanya kazi lelue na nyinyi, mmeweka uwekezaji wenu kwenye eneo letu la reli. Kwa hiyo hata kuja mi sijaja kwa ajili ya Simba <laughs> wala sijaja kwa ajili ya Yanga, nimekuja kwa ajili yako wewe eh, ulionialika katika futari hii. Umenielewa? sijui ndege zinapita pale chwa zinaenda kwa. Nasema siku moja nililia na nafsi yangu, nyie mnacheka, lakini mimi ambapo vimenitokea nililia na nafsi yangu nikasema, e Mwenyezi Mungu, kwani mimi ni nani? na wale wanaopita pale ni kina nani? siwa na moyo kama wa kwangu? Ebu Mwenyezi Mungu nisaidie, siku moja tu nipande ndege. Mwenyezi Mungu ameniletea ndege, nimepanda Airbus Dar es Salaam Mwanza, nilienda kutembea, Sheikh, nilienda kufanya nini? Mimi bwana, watoto acha watuwekee watu, watu, hivi vitonge vyao <laughs> lakini, na nilikuwa naomba usiku na mchana nikutane na wewe nganganga hivi <laughs> kama leo wandula, sisi Wanyamwezi tunasema wandula, yani tunatazama mimi <laughs> na furaha kubwa sana, naweza nikaongea usiku kucha, yani hata usilale na hakuna aliyopiga naye picha zidi yangu mimi. Nani mwingine? Wewe umealikwa na nani, injiniaama naomba simu yako kama namba yake ipo Naomba simu yako. <laughs> Mimi mtu mzima wewe, si tunafurahi nao mpaka bairodi. Uliza kwa nani, kwa nani? Kwa marehemu baba yangu. Mimi wanakwenda kuongea wanacheka, mtani, nimekufunga Simba. Wakati huo Simba kamfunga Yanga, watu wanafurahi, lakini sasa hivi imekuwa vita, upendo hakuna amani, hakuna. Wa Simba anaongea hivi, wa Yanga anaongea hivi, tunaenda wapi? Tupendane. Kukimbia Yanga na Simba sio jana wala sio juzi, kabla hata ya huyu hajazaliwa. Kukimbia, mlikimbia kweli, nakwambia hivi. Kukimbia yeah. kwa Simba na Yanga yeah. hawajaanza jana wala juzi ni miaka dahra. Nikuulize swali moja, najua utakuwa bado kwenye zipu, utanisamehe. <zięki spooky> Yeah. Okay. unakumbuka Simba walishawahi kukimbiza timu kipindi cha pili? Nakumbuka sasa. Nini unashangaa? Unakimbia, unakataa wao, unashangaa nini? Ni vitu vya kawaida, ila mliozaliwa nyinyi sasa hivi na huu utandawazi wa vyombo vingi vya habari, inaonekana kwa kwamba Simba kakimbia, kumbe vitu vya kawaida. Si tuishazoea? Kwanza mi sioni hata ajabu, naona ajabu ya nini sasa kutoroka inaweza ikawepo na inaweza isiwepo. Nyinyi ndio mnasema tumetoroka. Kwa nini? Nyinyi mlinikataza nisiingie kufanya mazoezi basi, na zilikuwa zinaning'inia hizi inaka Al Kausar Huyu naye anataka kunizalilisha. Swali ni moja tu, mm. Unasema sisi tumewazuia mazoezi mwaliko, mm. Katika mwaliko wa Yanga umewalika Simba Sports Club, kwa nini umekuja peke yako? wengine viongozi wamealikwa na timu nzima. Nisikilize, mimi sijaja kwa ajili ya timu shekhe. Umekuja kwa ajili ya nini? Mimi nimefunga mwezi wa Ramadhani. Huo ulikuwa mwaliko wako sasa, mwaliko wa klabu mbona hajaja dogo Usinitawaze kabla sijamaliza. <laughs> Yeah, tulia ili nikupe vitu. nipe madini. Yeah. mimi sitaki kuchezea chezea maneno ya dini hapa <mukarikun> nimekuja kwa ajili ya ibada ya mwezi wa Ramadhani mtukufu. <mukarikun> nimealikwa na ndugu yangu mwislamu mwenzangu Injinia Hersi bwana mzee Saidi, naomba tuje tufutari pamoja. Shekhe, umesoma dini na umetoa adhana pale. <mukarikun> unapokataa <mukarikun> kwenda kufuturu kwa mwislamu mwenzio ni nini yo nataka nah, uhasama, uhasama. Unitajie kwa Kiarabu eh. ki eh. <laughs> so, Ah, usifurahi shekhe hili eh. Jambo linakwenda mbali . Hili jambo ni la kitaifa Umenielewa? Ukikataa kwenda kuftari kama eh. Uwezi nimwite kuna shekhe hapa nimemwona eh. yupo mwanazuoni eh. Shekhe Manara yupo hapa unakataa eh. Yupo, nimeshaonana naye na nimesalimiana naye Allahu Akbar. Sijui unanielewa vizuri, unapokataa kwenda kwa mwislamu mwenzio kakualika uende ukafuturu una maana <tum> gani? unatakiwa uitweje? Ah. wewe hao wanajua wenyewe hey. Hayo ya kwao, mimi nimealikwa kama mimi, mimi sijaalikwa na Yanga, mimi nimealikwa na Injinia Hersi <tum> na kabisa, sijapigiwa simu na mtu yote, Alikamwe kafanya kusisitiza tu Mzee Saidi, unatakiwa uje jofturu, nikamwambia, inshallah mimi nakuja, lakini tayari injinia alishaniarika. Injinia ni rais wa klabu ya Young Africans. Unajisikiaje wewe binafsi, mwanachama wa Simba Sports Club kualikwa na kiongozi wa juu kabisa wa klabu <coughs> kubwa kwanza. <coughs> Muulize huyu hapa, huyo si wa Simba kama kapiga naye picha mi eh. Naondoka sasa hivi hapa. Ah, kadi, uko, kadi, kadi umepewa, mimi mwenyewe nimepewa, wewe umepiga naye picha, ndio ujue kwa kwamba mimi ninavyoviongea ni dawa kwa kila mtu. Ni, nisikilize, <coughs> bwana mdogo, usikurupuke wewe umezamia. Ah, yeah. Wewe umezamia. Wewe <laughs> Saidi. Umepigiwa simu na nani? Huwezi si kupitwa na mimi, mimi nimwite na mwenzio wote mje watu wa Simba. Tunatakiwa mtoe upendo na amani. Aa, kwa kwamba wenzetu wanakifanya hiki na sisi tunatakiwa tufanye mpira sio uwasama. Ah, kwani Saidi? Kwani si kwani tumekuja hapa? Mimi sijui. Mwaliko. Wewe mwaliko ni nani? Ah, sikiliza wewe. Mimi nitamuita injinia. Ah, mwite, sio injinia. Ah, sasa kumbe. Wewe unamjua injinia, mimi namjua alikamwe. Ah, sasa Alikamwe si mtu wako bwana, ah, so mtu wako. Na nimeshawaoneni kwenye clip anakuita kolo yule, mwambie mi anite kolo. Hawezi kuniita. <laughs> <laughs> anajua mimi ah. Mzee wake <laughs> sinakwambia kweli ah. Mzee Said kila mtu. Kwa hiyo kila mtu hapa wakati wa kuondoka ndo atajua nani kaalikwa nani. Ndio maana yake kwenye kuondoka. Ndio maana yake, Sheikh. Hii ni mimi mimi nataka nikwambie bwana mdogo hii kwangu mimi Yaani sijui nikwambieje, hmm. Sina hata jinsi ya kuongea hmm. Nisemeje? Ni, ni, ni nichagulieni Kiswahili cha kuongea kwa injinia ili kusudi anielewe huyu mzee alichokiongea. Kimenifariji hata mimi moyoni, yani kimfariji injinia. Siwezi, yani sikijui. Kwa sababu nimeshikwa na butwa. Kuonana na watu